Ni saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Bila shaka, hujambo msikilizaji. Leo ikiwa ni Alhamisi ya Juni 12 mwaka 2025, karibu katika Amka na BBC na mimi ni Leonard Mobali. Tulionayo katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais Trump anasema mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano kati ya Marekani na China yamemalizika na kufikiwa mpango maalum.

Vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya wanawake vinavyohusishwa na ukosefu wa usalama nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vimeongezeka zaidi ndani ya miezi minne ya mwanzo wa mwaka. Na katika gumzo, tunajadili mazingira ya uwekezaji biash, wa biashara nchini Tanzania kufuatia gawio la zaidi ya trilioni moja walilopata na mazingira ya uwekezaji wa mashirika ya umma na binafsi katika Afrika Mashariki. Lakini kwa Tanzania hali ya uwekezaji ikoje? Kwa Tanzania jumla ya uwekezaji wetu ni kwenye makampuni tofauti 309. Katika makampuni hayo 309 mm. makampuni 56 tumewekeza na sekta binafsi maana yake tuna asilimia 50 mpaka chini au kwa lugha lugha zetu minority stake

Marekani inajiandaa kuondoa wafanyikazi wake na familia zao kutoka ubalozi wake nchini Iraq, pamoja na wale walio katika kambi za kijeshi nchini Kuwait na Bahrain. Maafisa wanasema hatua hiyo ni kufuatia hatari za kiusalama zinazojitokeza katika kanda hiyo. Awali, rais wa Marekani Donald Trump alisema anapoteza imani kuhusu mazungumzo yanayoendelea kuhusu mpango wa kinyuklia wa Iran, na amekuwa akitishia kuishambulia Iran iwapo mazungumzo yatafeli, huku Iran nayo na ikiapa kuzilenga kambi za kijeshi za Marekani zilizoko katika kanda ya Mashariki ya Kati iwapo itashambuliwa. Miji kadhaa ya Marekani inatarajiwa kuendelea kushuhudia maandamano ya umma ya kupinga sera za uhamiaji za rais Trump. Kumekuwa na hali fulani ya utulivu katika jiji la los Angeles, huku wanajeshi wanamaji wakijiandaa kuingia mjini humo kusaidia kudhibiti ghasia zilizotokana na karibu wiki nzima ya maandamano yaliyoja vurugu. Hapo jana jeshi na polisi waliokamata mamia ya watu waliokuwa waliokiuka amri ya kutotoka nje usiku iliyotangazwa na meya wa mji huo. Israeli imeishtumu Hamas kuwa imewaua watu watano katika shambulizi lilolenga basi lilokuwa likisafirisha Wapalestina wanaofanyia kazi shirika la kutoa misaada ya kiutu linaloungwa mkono na Marekani. Omari Mkambara na taarifa zaidi. Hayo yanakuja huku maafisa wa usalama wa Gaza wakisema raia zaidi wameuawa na wengi kujeruhiwa na wanajeshi wa Israel walipokuwa wakijaribu kufikia misaada ya chakula katika kituo cha shirikisho hilo la GHF. Wakati huo huo, Israel imesema imepata mili miwili ya mateka waliokuwa wanashikiliwa na Hamas katika mji wa Khan Yunis ulioko kusini mwa Gaza. Na Benki ya Dunia imetangaza inakomesha marufuku yake ya muda mrefu ya kutofadhili miradi ya kuzalisha nis, nishati ya nyuklia katika mataifa yanayoendelea ili kusaidia kufikia mahitaji yanayozidi kuongezeka upatikanaji wa umeme. Benki hiyo ya Dunia imesema mahitaji ya huduma za umeme katika nchi maskini yanatarajiwa kuongezeka maradufu katika kipindi cha miaka kumi ijayo. Hii ni BBC ni muhtasari wa habari uliosomwa kwako na Caro Robi. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com na kwenye mtandao wa Facebook, andika BBC Swahili. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia radio wa shirika nchini Tanzania ni Bomba FM, Radio One na Radio Free Africa. Nchini Kenya ni kupitia Count FM na Nyota FM, Uganda Voice of Karamoja na Radio Kitara. Jamhuri ya demokrasia ya Kongo tusikilize kupitia redio Muungano. Ben, mimi ni Leonard Mubali. Mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano kati ya Marekani na China yamemalizika kwa kufikiwa mpango maalum, kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump. Amesema China imekubali kuyapa makampuni ya Marekani sumaku na madini adimu, huku Marekani ikipuuzilia ikipuzili mbali vitisho vyake vya kufuta visa za wanafunzi wa China. Este Lwambano na maelezo zaidi. Hatua hii ilifuatia siku mbili za mazungumzo makali mjini London kusuluhisha mizozo iliyoibuka tangu pande hizo mbili kuafikiana mwezi wa Mei baada ya kupanda kwa kasi kwa ushuru wa forodha na kukaribia kulemaza biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Wiki iliyopita Trump na kiongozi wa China Xi Jinping walizungumza kwa njia ya simu ili kuanza mazungumzo hayo ambayo yalihusisha maafisa wakuu kutoka nchi zote mbili. Maelezo kuhusu makubaliano mapya yalikuwa machache katika mkutano na wanahabari, Rais Trump amesema nchi yake inafanya vizuri kuhusiana na mikataba hiyo. Nitakwambia kwamba tunafanya vizuri kuhusiana na mikataba kwa sasa, na tunaendelea kutuma barua kwa wengine. Nadhani unaliona hili limefanikiwa, lakini unaweza kuamua kukubali ama kukataa, sio lazima kufanya kile ambacho Marekani inakitaka. Kwa hivyo, tuna nchi kadhaa ambazo tunataka kuziandikia. Nchi hizi ni kama Japani, Korea Kusini na nyingine. Tuna nchi kama tano, tutatuma barua siku si nyingi kuambia mkataba utakuwaje waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnik aliwaambia waandishi wa habari kwamba pande hizo mbili zimefikia mwafaka wa kutekeleza makubaliano ya Geneva. Akizungumza na shirika la utangazaji la CNBC siku ya Jumatano, alisema mazungumzo hayo yamesafisha kabisa makubaliano ya Geneva. Wakati Trump alipotangaza kuongezeka kwa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi kadhaa mapema mwaka huu, China ndiyo iliathirika zaidi. China ilijibu kwa viwango vyake vya juu zaidi kwa uagizaji wa Marekani na kusababisha kuongezeka kwa mvutano. Mnamo mwezi Mei, mazungumzo yaliyofanyika Uswizi yalisababisha kusitishwa kwa muda mfupi vikwazo hivyo, ambavyo Trump aliita kurejesha upya. Ilipunguza ushuru mpya wa Trump kwa bidhaa za China kutoka asilimia 145 hadi 30, wakati Beijing ilipunguza ushuru wa bidhaa za Marekani hadi asilimia kumi na kuahidi kuondoa vizuizi vya usafirishaji muhimu wa madini. Ilizipa pande zote mbili kipindi cha siku tisini kujaribu kufikia makubaliano ya kibiashara. Mchambuzi wa zamani wa CIA ambaye ya alifichua nyaraka za siri kuhusu mipango ya Israel kuishambulia Iran amehukumiwa kifungo cha miezi 37 jela. Asifu William Rahman mwenye umri wa miaka thelathini na minne alikiri mashtaka mwezi Januari mwaka huu kwa makosa mawili ya kuhifadhi kwa makusudi na kusambaza taarifa za ulinzi wa taifa chini ya sheria ya ujasusi. Mamlaka zinasema kwamba kwa kutumia kibali chake cha hali ya juu cha usalama Rahman alichapisha kupiga picha na kutuma nyaraka za siri za juu, ambapo baadaye ziliishia kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii. David Nkya na maelezo zaidi. Israel ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran Oktoba mwaka jana, yakilenga maeneo ya, ya kijeshi katika mikoa kadhaa, ili kukabiliana na msururo wa makombora yaliyorushwa na Tehran weki zilizopita. Oktoba 2024, nyaraka zilizoonekana kuwa zilitoka kwa wakala wa idara ya ulinzi zilichapishwa kwenye akaunti ya Telegram iliyounganishwa na Iran. Nyaraka hizo zilizokuwa na alama ya siri zilionekana kati ya muungano wa kijasusi unaoitwa Five Eyes unaoundwa na Marekani, Uingereza, Canada, new Zealand pamoja na Australia nyaraka zilizofichuliwa pia zinasemekana kuwa na tathmini ya Marekani kuhusu mipango ya Israel kabla ya kuishambulia Iran sambamba na mali za kijeshi za nchi hiyo. Mmoja inarejelea uwezo wa nyuklia wa Israel ambao bado haujakubaliwa rasmi. Alipoulizwa kuhusu uvujaji huo, rais wa zamani Joe Biden alisema, wa marekani Joe Biden alisema ana wasiwasi mkubwa. Israel iliishia kufanya mashambulizi hayo ya anga baadaye mwezi huo yakilenga maeneo ya, ya kijeshi katika mikoa kadhaa kujibu msururu wa makombora uliorushwa na Tehran wiki zilizopita. Rahman ambaye alifanya kazi nje ya nchi alikamatwa na FBI nchini Cambodia na kufikishwa katika eneo la Marekani la Guam kujibu mashtaka hayo. kukosekana kwa, kwa vifaa tiba vya kuzuia kuambukizwa magonjwa, ku, magonjwa pale watu wanapokumbana na ubakaji muda mfupi uliopita nimezungumza na Maina Kingori kutoka shirika la Care International na kwanza naelezea hali ya vitendo hivyo ilivyo nchini DRC kuhusu uh, swala la unyanyasaji wa kijinsia uh, hali si nzuri kwa mujibu wa shirika la umoja wa mataifa katika miezi minne ya mwaka huu wa 2025 umeripotiwa visa zaidi ya 1067 sasa tukiangalia kuongezeka kwa hivyo visa vya dhuruma ya e, wanawake na wasichana huko DRC kuna maanisha nini hasa? Kuna sababu kama tatu ambazo zinachangia hali ambayo tunaiona hivi kule DRC. Moja ya kwanza ni ya kwamba ina historia ndefu ya vita. Uh, jambo la pili pale ni ya kwamba DRC ina idadi kubwa sana ya wakimbizi wa ndani kwa ndani na asilimia hamsini na moja ya wakimbizi hawa wa ndani kwa ndani ni wasichana na kina mama ambao ni wanyonge na sheria haifanyi kazi. Tuangalie sasa suluhu ya tatizo hili inaweza kuwa nini na serikali inapaswa kufanya nini kuwasaidia hawa wanaodhulumiwa. Nikiangalia vizuri pale, kusema kweli suluhu ya kwanza na ambayo ni kubwa sana ni kukabiliana na hali ya migogoro, kukabiliana na hali ya vita, kuwe na amani na kuwe na serikali ambayo ina uwezo wa kutawala pale hivi vikamilifu na kuweka sheria uh, na mikakati ambayo itaweza kusaidia kina mama na wasichana kuripoti. Uh, hiyo itakuwa ni, ni, ni hatua ya kwanza na ambayo ni, ya kubwa, ni kubwa zaidi na ya maana zaidi. Uh, kuna pia kuyapa nguvu ya mashirika yanayoshughulikia maswali ya wanawake haswa mashirika ambayo yanaongozwa na kina mama na, na, na, kina na wasichana ambao yanatetea haki za kina mama, na pia lazima vitengo vya sheria viwe na uwezo wa kuwadhibu wa washtakiwa wa, wa, wa serikali. Ina, inapaswa pia kuhamasisha jamii kuhusu athari za dhulma za kijinsia kwa jamii na kwa taifa nzima. Namna hiyo, na kwa taarifa hiyo, sasa mwanzo wa ngoma ni lele, ndio Omar Mkambara yes.

Mmoja ni, ni lele sasa nende. Haya. Kwanza kunyewe ah, yeah. Nianze na taarifa kwamba mwenyekiti wa kamati ya waamuzi wa FIFA Pierluigi Collina anawataka waamuzi kwa majasiri zaidi na maamuzi ya kuchibia kuotea kwa maana ya offside katika michuano ijayo ya Kombe la Dunia kwa vilabu. Collina amewataka waamuzi hao kuzingatia sheria hiyo ya kuotea licha ya kwamba kumeanzishwa kwa teknolojia mpya ya usaidizi ya semi-automated offside kwa maana ya sawa, kwamba teknolojia mpya ikisaidia kuonyesha offside na moja kwa moja teknolojia hii, hii itampigia kelele mwamuzi kwenye sikio lake ikimwambia, uh, kuotea, kuotea, yani offside, offside, offside. Teknolojia hii ya sawa ilianza rasmi kutumika katika ligi ya England kuanzia tarehe kumi na mbili ya Aprili, na kabla ya hapo ilikuwa ina waamuzi wa, wa wakisaidiwa na VAR kuweza kupata matukio ya mchezo wa kuotea ama tukio la kuotea, lakini mbali na hilo, pia waamuzi watavaa kamera maalum ndogondogo ambazo zitarekodi matukio na yatatumika moja kwa moja kwenye matangazo kwa michezo hii ya Kombe la Dunia kwa Vilabu, lakini pia uh, matukio haya hata kwenda hewani tu yakiwa ni matukio tata, na hii ni kwa mujibu wa maafisa wa FIFA. Tuangalie sasa masumbwi, uh, mabondia wa Uingereza Lawrence Okolie mwenye miaka 32 na Lewi Edmondson wameongezwa kwenye pambano uh, la utangulizi kwa maana ya undercard katika pambano la ubingwa wa dunia wa uzito wa juu kati ya Daniel Dubois na Alexander Usyk, pambano ambalo litafanyika tarehe 19 Julai katika uwanja wa Wembley. Okoli atapambana na bingwa uzani wa juu Kevin Nerema, huku Edson atamenyana na Daniel Lapidi ambaye na uzito wa lightweight kwenye pambano ambalo mapambano yote yanatarajiwa kuwa ya raundi 12. Dubois analenga kuwa Mwingereza wa kwanza kushikilia mataji yote manne makubwa dunia kwa wakati mmoja, na huku Usyk akilenga kuonea kuwa bingwa wa dunia wa uzito wa juu uh, ambaye hana mpinzani kwa maana ya undisputed. Ndio hizo lakini, katika taarifa nyingine Gareth Galatasaray wameanza mazungumzo na Leroy Sane kutoka Bayern Munich ambako. Uh, Galatasaray ilitangaza hapo jana kwamba wameanza mazungumzo hayo na mshambuliaji huyo ambaye amemaliza mkataba wake na mabingwa hao wa Ujerumani. Sane alisajiliwa na Munich akitokea uh, Manchester City mwaka 2020 na anatarajiwa na kuwasili Uturuki kufanya vipimo vya afya uh, kufikia siku ya leo Alhamisi. Mchezaji huyo mwenye miaka 29 alifunga magoli 11 akiwa na Bayern msimu uliopita. Ni taarifa nyingine ni kwamba Aston Villa, Newcastle United na Tottenham Hotspur wana Mwangazia kwa ukaribu Jadon Maliki Sancho kama mchezaji ambaye wanataka kumsajili, baada ya Sancho kurejea Manchester akitokea Chelsea kwa mkopo ambako Chelsea haikutaka kuendelea naye ni swala la kumsajili. Tetesi za usajili kwa urefu zaidi ziko kwenye tovuti ya BBC Swahili.com. Uh, asante mkambara wawavalishe na huko hivyo masikioni, tunacheza hatucheze <laughs> Habari kuu asubuhi Rais Trump anasema mpango wa mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano kati ya Marekani na China yamemalizika na kufikiwa mpango maalum. Vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya wanawake vinavyohusishwa na ukosefu wa usalama nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vimeongezeka zaidi ndani ya miezi minne ya mwanzo wa mwaka. Na katika gumzo tunajadili mazingira ya uwekezaji wa biashara nchini Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki na mchango wa mashirika hayo na makampuni ya umma na binafsi katika bajeti za napato la serikali. Hii ni BBC.